Kwa majina ninaitwa Mhifadhi Mkuu Diana Chambi, mhifadhi na msimamizi mkuu wa kituo cha Pori la Akiba Wami Mbiki. Pori hili lipo katika wilaya za Morogoro vijijini, Bagamoyo pamoja na Mvomero, na katika hayo maeneo yote kuna maeneo ambayo unaweza ukaingia na kufikia hifadhini. Lakini... katika pori hili tuna eneo la kiutamaduni ambayo ni barabara ya watumwa iliyokuwa ikitumiwa enzi za wakoloni, walivyokuwa wakichukua watumwa kuwapeleka Bagamoyo na kuvuka kwenda Zanzibar. tuna kilomita sabini za kipande cha barabara hiyo ambacho kinakatiza katikati ya pori la pori letu la Wami Mbiki. Lakini katika pembezoni mwa hiyo barabara kuna jiwe ambalo walikuwa wakilitumia kwa ajili ya kufanya ibada, walikuwa wanaswali kwenye hilo jiwe. Ilo jiwe limekaa vizuri na limekaa mwambao wa kuelekea kibra, kwa hiyo walikuwa wakipanda tu hapo juu na kuendelea kufanya ibada zao. Lakini zaidi ya yote tuna Mto Wami ambao Mto Wami unatutengenezea mazingira mazuri ya kupumzika kwa ajili ya picnic, kwa ajili ya function za birthday, function za harusi, kwa ajili ya function yoyote ambayo unapenda kuifanya katika eneo zuri la kimazingira. Tunakukaribisha katika eneo hili tulilopo, linaitwa Mninga Beach, ambayo ni eneo lina upepo mzuri, lina mazingira mazuri, unaweza ukafanya eventi yako na ikapendeza ukaifurahia siku zote. Lakini wewe unataka kutembelea pori la akiba Wami Mbiki, tunatumia station ya Ngerengere, lakini pia unaweza ukatumia station yetu kubwa ya Morogoro ukapanda sijara kwa kutokea Dar es Salam au kutokea Dodoma ukaweza kusafiri kirahisi ukafika katika hayo maeneo, kwa sababu kutoka Morogoro mpaka unaingia kwenye geti la Wamimbiki tuna kilomita hamsini tu na kutoka Ngerengere kuja kwenye geti la Wamimbiki tuna kilomita thelathini. Kwa hiyo ukitumia usafiri huo unakuwezesha kufanya hata safari za day trip za kuja tu mara moja Wamimbiki asubuhi na jioni ukaweza kurudi kwenye miji yetu mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Morogoro kwa, na zaidi ya yote tukumbuke ya kwamba Wamimbiki ni tiba kwa ajili ya akili zetu, miili yetu, tuje tukae sehemu ambazo zitatupumzisha na kututoa katika changamoto ya misongo mbalimbali mbali tunayokutana nayo huko mijini. Tumeanza kwa kutumia usafiri wetu wa SGR. Ni usafiri ambao umeturahisishia sana. Sisi ni wengi, tumekuja crew ya watu karibu 35 hapa. Kwa hiyo kwenye SGR imetusaidia kupunguza distance na uchovu. Tumekuwa na wakati mzuri, tumetembelea mandhari na vivutio vingi ambao vinapatikana hapa Wami Mbiki, na kama marafiki na ndugu na jamaa ambao tunapata muda mwingi kukamakazini huwa tunachoka, we need a place ya kwenda kurelax ku have fun. Yani, tuweze kupata muda wa kuweza kupata fikra mpya na kuona mtazamo mpya katika maisha, na sehemu kama hii ndio sehemu mahususi ya kufika. Ukija utaona jinsi ambavyo zamani ilivyokuwa, historia yake wameienzi kwa kuitazama, na sasa hivi wameiboresha zaidi. kuna vyumba vya kukaa marafiki, kuna vyumba vya kukaa couples, kuna sehemu za kufanya picnic. kwa hiyo ina kila kitu ambacho mtu yoyote angekihitaji katika safari yake au katika uh, camp kuweza kufurahia mandhari mazuri ambayo tunaweza kuyaona pengine katika nchi za watu huko, lakini hapa hapa Tanzania Wami Mbiki yanapatikana. Kwa hiyo leo tumekuja huku kuangalia mazingira ya eneo hili na ametuvutia kwa kweli. Sehemu hasa mimi niliovutiwa nayo hapa ni kule kwenye kilima Twiga kule, mimi pamenivutia sana kwa sababu ukikaa eneo lile pale unaona asilimia kubwa ya sehemu zilizopakana na mkoa wa Morogoro. Kwa upande wa huku tuliona sehemu ya Tanga, tukaona sehemu ya Kihonda, lakini upande wa huku pia tuliona mazingira mengine ambayo tumepakana nayo. Kwa sababu nimeona vitu ambavyo vilitumika karne hizo ambazo hata nilikuwa bado sijazaliwa lakini mpaka leo hii Ndo maana ukifika hapa wana slogan yao: tumerithishwa tuwarithishe. Tusipende kwenda sehemu za mbali nje ya nchi, lakini tuhamasishane katika utalii wa ndani, ili tuweze kutalii hapa hapa kwetu Tanzania. Wami Mbiki sio mbali kutoka Morogoro, kutoka Chalinze, kutoka Dar es Salaam. Ni sehemu ambayo inafikika kirahisi na ni sehemu ambayo unaweza ukapata vivutio vingi ambavyo vitaweza kukupa raha na kukupa hamasa ya na mapumziko ambayo ni mazuri.